Babe, najua nimekaa nikafikiria ni muda sasa unamtafuta dada yako bila mafanikio. Unaonaje ukaiacha kazi ya kumtafuta afu kurudisha taarifa nyumbani kwa umemkosa? Hilo um, ni sawa lakini kwa sasa bado sijakata tamaa ya kumtafuta Aisha kwa sababu kuna kitu mamangu mdogo aliniahidi baada ya mimi kumpata Aisha na kumrudisha nyumbani kwamba atanipatia, kwani hicho kitu kina umuhimu kuliko haya maaanayokupatia hata kama kina umuhimu, lakini nabidi nipe kipaumbele kwanza, a mambo mengine ndio yafuate. Kwanza nataka tuongozane mimi na wewe mpaka kwenu, ili wanpeliana kuishi na wewe hapa. Baby, lakini utambue baba hawezi kukubali mimi niishi na wewe. Kwanza umenizidi umri na sio umri tu, umenizidi kila kitu, na itakuwa kama kigundua mimi na wewe, ni mtu na mpenzi wake. Kiukweli, baba hawezi kukubali hilo swala, hawezi kukubali hata kidogo. Nisikilize, tukifika pale sitajitambisha kama mpenzi wako, bali tutasema mi ni rafiki yako, nilo kusaidia na nimeipenda kampani yako na ntakusaidia kupata kazi kulingana na taaluma uliyosomea. Vipi, hapa unafikia hapo? tafahamu chochote? mm -mm. Yeah. Hiyo nzuri kwa hapo sidhani kama naweza kashtuka. Sasa sasa, je, Jandee, twende mwanzo wanza kunisha, sitaki kae mbali na mimi <laughs> sawa bana, kumbe ndio maana vijana wengi wanapenda mishanga mm, napenda. okay. <laughs> <laughs> na sana ni mm, mm. <laughs> dunia dunia sana, utakuja kuniua Mi, nishafika mbona usikuoni? Ah, za miaka mbona karibu sana, sana. Haina shida, niambie mzee. Yani ni yani, hata boss jamwaga mzee. Siniambie, ani hata hivyo nilikuwa nimekumisi sana za miaka mwangu. Of course, mimi pia nilikumisi sana na besti yangu. Vipi, Drenazi yupo? Drenazi yupo mzee. Lakini namuonea sana huruma bro. Yaani sasa hivi hata nyumbani yenyewe akae, ashapata mdada huko wanashine kwenye mjumba yenyewe unauliza ni uwe au usiwe. Yaani ndugu yangu ameacha. Ni majanga, majanga, majanga mzee. Duh, lakini si unaelewa? Mapenzi ni upofu. Yaani, kumwombea tu dua, lakini wewe nah, mwenyewe uwezo nyumbani, si unajua. Kwa hiyo anacho tukifanya ni unafiki maisha tu, sawa. Ila si unajua, sitokaa sana, next week naweza nikaondoka nah, Felix, mi nilijua utaendelea kukaa. Kwa hiyo unaweza ukaondoka bila kumuona, kumwonaali ndo majukumu. Vipi, unatumia kinywaji gani? Wakuletee mm. mi maji tu yanatosha Meacha tungi nah? mshaacha nyewe, umri huu bado unasoma chuo, ndu yangu, kuchanganya mambo, so lazima nitumie tu maji ili akili kae sawa. Mhudumu, mletee maji.